Yes, yes. Kwa time nyingine tena hii ni time ya ngumu nyeusi na leo kwenye ngumu nyeusi, tumepata time ya kupiga story na mwanetu wa kutambulika kama Daddy Hija. Eh, bwana anaenda kama Daddy Hija lakini sasa hivi amekuwa famous kwa jina la Daddy Girija. Daddy Girija ni moja kati ya jina la muigizaji kutoka India na amekuwa famous sana kulingana na matukio yake anayocheza ya kwenye movie magumu magumu ya utata na vitu kama hivyo. Sasa ilikuwaje mchizi mpaka kaitwa Daddy Girija? na tunafahamu kwamba Uh, mchizi pia ni mwanajeshi wa nchi hii ya Mozambiki ana mengi ambayo anataka kushare na sisi kupitia Ngadi Online TV. Cha msingi ni kusulia tu, kama haujasubscribe basi nikombo subscribe run time ili kuendelea kupata good news ambazo sisi tunakuwa tunazi-upload hapa. Dadi Hija mambo vipi? Mambo poa kama kawa bro, kama kawa. Unaitwa Dadi Hija lakini kwa sasa hivi unaitwa Dadi Girija. Kwa nini unaitwa Dadi Girija? Ni kwa sababu ya kufanana na majina yako au kwa sababu ya utundu wako kazini? Maana tunasikia ukiwa kazini unakuwa mtu tofauti na huyu ambaye hapa wanamwangalia kupitia Ngadi Online TV. Uh, kufanana kwa jina lako la Dadi Girija na Haji, na Haji na Dadi Hija kunafanya uonekane mtata sana ukiwa kazini, na watu wanasema ukiwa kazini unakuwa mtata sana. Kwanza una mazoea ya akimbao watu wanaosema hivyo, tuna tunapata tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna ukweli gani kutoka kwako? e, cha kwanza hakuna mwanajeshi mzembe. Ndio, na kazi ya ujeshi ni ngumu. Ndio eh, kwa hiyo sisi mara nyingi hatupendi sana kuingiliwa ingiliwa, okay eh. Okay. Kwa hiyo wale ambao wanakusukuni ni watatu labda wanakuingiliani, alafu mwisho wa siku labda wakafanya maamuzi, ndio wanakuona mtata eh, mm, yani, au ni watu ambao wao wao hukupokea. Makofi kwangu? Ndio, ndio eh. Eh. Uko na na chapa mpaka makofi kabisa. Mimi sina masuala na mtu yeah. Okay, au wewe nangu nimekuogopa maana ukisema makofi ndio umekasirika. Na hata wewe ukijichanganya. Hapana, hapana. Siwezi kujichanganya. Eh. Okay. Sawa. So, tuachane nayo mambo bwana. Sio big deal sana. Unapenda vitu gani labda? E, mimi kiukweli yuko Mozambique. Yeah. Na nilipokuwa Mozambique, sana sana ninapenda sana kumsikiliza Diamond, Diamond Platinum, Diamond Platinum. Yeah. Tunamzungumzia CEO wa WCB wa Safi. Yeah. Classic Music, unafurahishwa na nini kutoka kwa Diamond Platinum wa? E, unajua Diamond ni msanii mkubwa sana kiafrika, tunajua hilo. Yeah. Yeah. Na mimi yule sana. Nimemkubali sana tangu niko mtoto mdogo. Kwa mtoto mdogo na mkubali Diamond Platinumz. yeah. Kitu kipi ambacho kina kufanya, mkubali sana ambacho ukioni kwa watu wengine au wasanii wengine? Yani, cha kwanza napenda sana muziki wake, napenda muziki wake, yani muziki wake mzuri sana. Ikitokea umepata bahati unapata time ya kukutana na Diamond Platinumz, ikiwa ni msanii ambaye unampenda unamfili unamkubali kwa kazi zake anazozifanya ungependa kumfanya nini au kumwambia nini au akufanyie nini au iweje umeona moment ile na Diamond Platinumz? Eh, unajua ya mimi yeye ningemwomba kazi ya ulinzi ndio ya cha kwanza. na kwa nini mombe kazi ya ulinzi? Unahisi yeye hana ulinzi, wale maboya wale wanaomlinda? Hana walinzi. Hana hana walinzi. Walinzi kabisa. Kwa nini unasema hana walinzi? Haiwezekaniki yule msanii mkubwa na pa, na na ana walinzi pale karibu nani nzima, afu yeah. tena wa, na, wale walinzi wanakubali kabisa. Omchudio kofia Platinum. okay, Diamond Platinum kweli? Okay, ile situation ya kwamba Diamond Platinum zalibiwa kofia ikatokomea sehemu ambako hakujaeleweka. Kwa hiyo na unanambia, kwa mfano kama ungelikuwa mlinzi ile ile kofia Diamond Platinum asingepokonywa au asinge hiyo. Ningewavunja, Ningewavunja. wale wote. Ningewavunja kabisa. Sawa sawa. Diamond Platinum zakiwa anakilisikia ili basi, anaweza akakutafuta, akaona hii na kaja kaje, unajiamini kumlinda Diamond Platinum? Unajua Diamond Platinum ni msanii mkubwa ambaye anaenda sehemu tofauti tofauti zenye watu wa kuchangamka na vitu kama hivyo. Unaweza kumlinda kweli yeye anatembelea labda anapiga anapiga show inchi za mbele mbele, ambazo kuna watu watata, eh, unaweza kukabiliana watu kukabiliana na hao watu anamzunguka Diamond Platnumz kwenye show zake uh? Unajua cha chakwanza matakiwa mufahamu huwa yeah, kuona mwili mkubwa sio nguvu, ndio. Mnielewa eh? Eh, kama mabodyguard ambao wanamzunguka yeye, yeye ana ana mwili mkubwa alafu ana nguvu, nguvu za kumlinda Diamond Platnumz, hawana la kusema lakini pia ukizungumzia swala la ulinzi kama naliona hivi kwa sababu kama, kama sikosei Ghost Sid Mtwara Tanzania pale pia alifanya show akanyang'anywa cheni vile vile. Kwa hiyo nakubaliana na wewe kwenye swala la Diamond Platnumz kukosa walinzi. Sasa, uh, ili tunaweza tukaliangalia kwa upande mwingine kama Diamond Platnumz pia akishare akiridhishwa na ili anaweza kaangalia pia. Unatuahidi kwamba huto tuangusha ikitokea umepata chance ya kumlinda Diamond Platnumz. Siwezi mimi nikaangusha. Na watu ambao watamsogelea Diamond Platnumz utawafanyaje? Nakwambia mimi siwezi nikamwangusha Diamond Platinum. Yeah. Yeah. Ikitokea mtu anataka kumgusa bila sababu utamfanyaje? Lazima ni mgonge, mgonge kabisa. Msina maswala sawa sawa. Diamond Platinum hapa mliza amepata. Mbali na Diamond Platinum za Tanzania kuna wasanii wengi, motivation speaker wengi, waigizaji wengi, wemba singeli, yupi ambao unavutiwa naye? Unajua ukimwangusha Diamond Platinum. Yeah. ninakubali Chief Godlove. Chief Godlove. Yeah. Chief Godlove. Kwa nini unakubali Chief Godlove? Unajua e, yule ana mafundisho sana ya vijana, ndio ya, na sio vijana pekee yake, mpaka wazee. Kitu kipi kinakufanya umkubali Chief Godlove, japo kwa tunajua kwamba ni motivation speaker, ni mtu ambaye anaongelea vijana kuhusu kutoka mageto na vitu kama hivyo, kupambana na kupambania maisha e, unajua Chief Godlove, yule yule jamaa yuko peace sana, ndio ya. E, Chief Godlove yule yuko vizuri, na mimi yule yani nimekubali sana, kwanza ndio Yani, yani, ameanza kufahamika yani ghafla, ndio yeah. Watu wanasema pesa anazozimiliki ni pesa za kichawi. Sasa hii inakaaje? zipate wewe ndio, eh pata wewe pesa za kichawi. Mimi sio moja kati ya watu wanaohusudu mambo ya kichawi lakini mm, pia wanasema katika maneno yake anayotumia kuambia vijana tafute pesa anahusisha na uchawi, lakini pia anahusisha na lugha mbaya kama matusi na kejeli, uh, kitu ambacho mi kwa upande wangu sipendezwi nacho. Wewe hicho kwa upande wako unaonaje? natukana watu, watu wana sometimes anawaambia maneno mabaya, hiyo eh, kitu inakaaje? Eh, unajua kwa mtu ambaye aliyokuja kuchukiwa na yale maneno ambayo anongea Chief Godlove unajua eh, huyo mtu ajua kutafuta ila kwa mtu ambaye anajua kutafuta kutafutai Aweza akachukia kwanza yeah. yule aatufanya sisi vijana, yeah. Godlove, uh-huh. Unahisi, Godlove, autoa, vijana tuamke ndio unatamani hata Chief Godlove labda angekuwa amezaliwa Mozambiki kabisa kabisa unahisi Chief Godlove ujumbe anaotoa vijana wa Mozambiki unawafaa kwamba wajitafuti Eni, kwa mtu ambaye alikuwa na pesa ndio. Huyo jamaa pesa anazo. Ndiyo. Kabisa. Ah tunaona anabadili magari. Kabisa. Na sio magari pekee yake. Ndiyo. Anatoa sana msaada. Ndiyo. Kabisa. Yeah. Eh, kuna kuna video fulani mimi nimewahi kuiona aliwachukua watoto watima walikuwa mia moja. Ndio. Akawasingiza supermarket. Ndiyo. Akawaambia wale wachague kitu ambacho watu fanyaje? Wanachokitaka. Wanachokitaka. Wewe utaweza? Ah mimi siwezi. Nani mwezaji? Hakuna mwezaji. Mimi jamaa wangu mimi Chief Goda mimi miwe... Huyu jamaa mimi nimekubali sana. Ndio. Kabisa mia kwa mia. Sasa ukiwa unamkubali unajifunza nini kutoka kwake, kwa sababu tunajua wewe ni mwanajeshi ambaye una mshahara. Uaga unachukuaaga hata pesa kidogo na wewe unawasaidia watu ku, ku, ku, kuonyesha kwamba kweli anachokifanya Chief Godlove, una mafundisho nacho. Unajua, e, kutoa kwa pesa ni imani. Ndio. Kwa hiyo sio kwa kila mtu ambaye aro kuwepo anaweza akatoa pesa hapana. E, Kama wewe Chief Godlove, pamoja na anayo ile ana imani ya kutoa. Ana imani ya kutoa. Wewe unayo lakini una imani ya kutoa. E, imani mimi nayo. Kwa nini sasa utoa? Na wengi nawapa, wengi nawapa, wengi nawasaidia. Okay. yeah. kitu kikubwa sana. Chief God Love hii, ata show love akiona hii kuomba kamba, uh, Mozambiki pia kuna watu ambao wanamkubali lakini pia wanakubali kile ambacho ambacho wanachokifanya. na moja kati ya maneno ya Daddy Grija anasema angefly zaidi kama Chief God Love angezaliwa Mozambiki ili aweze kufanya aweze kufanya motivation speaker kwa vijana wa Mozambiki waendelee kutafuta pesa na maisha sisi na Nangade online TV ili watu wapende wakijifunze wa, wa, wa au wa, wakijua wa kupitia wewe wajifunze kutafuta, ndio yeah. Kwenye kutafuta ushirikina unahusishwa, uoga unasaidia, uchawi kwenye kutafuta? Ah, unajua hizo imani za mtu, ndio hiyo inakuwa, kwa sababu inakuwa imani yako wewe, wewe kwa hiyo unaamini, au wewe, mimi e unaaminiain lakini uh, ni, ni kuibie siri kidogo, waga tunasikia hata nyoo, wanajeshi sometimes, mnavyoenda sehemu fulani, labda kufanya lindo, ulinzi na vitu vingine, waga mna, mna, mna, mna, mnaenda kwa babu zenu kuchukua mitela hii. Nakaja kwenye masuala ya mtela, mtela, mtela hayupo mtu ambaye nafanya kazi hivi kijingo, yeah hayupo. Uh, kumbe ndio maana sometimes unakuaga mtata na nini kwa sababu ya mtela. kama mimi mwanajeshi yeah. Mwanajeshi kama mimi yeah. Au mimi siwezi nikatembea hivi hivi yeah. Yeah. Kupitia Nangade Online TV, so Blaze, behind of the camera, yupo mtu mzima akuitwa Ken Director maswaga zendia house. E bwana, kumbe hawa jamaa nao wanatumia mtela sana sana. Mtela ndo nawafanya wanakuwa wanakuwa strong sba, eh? Bwana, kumbe mtela naotumia kitu kizuri sana. Kitu cha mwisho ambacho ungependa kushare na watu wa Nangade pia au watu wanao hii TV na Ngadi kwa sasa hivi. Wakajifunza na hichi na hichi kitu kipi ushare na watu? Tunamaliza interview. Unajua, eh, mimi, wa Mozambique ndio -vijana Chief Godlove, Chief Godlove yeah. Yani amajana eh, kama, eh, kama ndio hatutakuja tuk, tukaelimika tena. Lakini juzi kwenye mitandao ya kijamii, Chief Godlove alionyesha kupenda maneno aliyozungumza msanii kutoka Lagos, Nigeria, Rema. anatambulika kama hivyo. Rema alisema ukiwa na pesa unaweza hata ukawa hausikilizi ushauri wa wazazi baina ya baba na mama. Lakini pia Chief Godlove akaunga mkono akasema, sasa nimeshatoka kwa baba, sili ugali wa mama, sili ugali wa baba, kwa nini nisikilize maneno yao? Saa nyingine wazazi wanaweza kukushauri kitu ambacho hakina faida kwa upande wako wewe. Hii unamuunga mkono Chief Godlove kwamba ukiwa na pesa kweli uwezi kusikiliza wazazi? Unajua kuna yaani, kuna maelezo ya wazazi ndio unajua kuna mzazi mwingine anakuja kutiana asira. Ndiyo. Eh, kwa hiyo kama mimi na watoto, kwa hiyo wale watoto mi nikiwaendesha vibaya, wala watafanyaje? Hawatokuelewa, hawanielewi. yeah, okay. Na wakati mwingine wanasema mkubwa kichaka, lakini pia wanasema mkubwa akosei sala. So kusema mkubwa akosei, unaliamini bado? Ndio. Okay, sawa. Basi mimi nashukuru kwa time yako Dadi Gidija. Nashukuru sana kwaweza kupiga story na wewe. Tunashukuru kwa time yako pia. Bana, hii ni Nangadi Online TV, mchongo ni kusubscribe tu hapo kwenye YouTube channel yetu. Lakini pia usisahau kushare, kucomment. Muone mpango umekuwa good sana. Behind of the camera yupo Maswaga, director Ken Zindi. Lakini pia usisahau kwamba tunapata nguvu ya kufanya hivi vitu kwa sababu ya uzamini uliokuwa nyuma yetu. Huyu anaitwa Alnasid. Ma telephone Huyu jamaa kama mnaweza kuona kameramani wangu naweza kaangazia duka, ukaweza kujionea vitu vinavyopatikana hapa. Unaweza pia ukaja ukachukua accessories kwa bei eh, bei chake kabisa, bei karibia na bure. Vitu vingi sana siwezi kuvisema, lakini kamera yangu inafanya kazi ya kumulika. Ukija hapa unaweza kujipatia mahitaji mengi. Ni mengi, mengi, mengi.